Gana alipewa na rais Nukuruma, langine kutoka Egypt alipewa na rais Nasa. Sasa akanituma mimi, mimi nituaplay kupata paspoti serikali ya ukoloni kakataa. Mzee akanituma mimi hapa Tanzania Es Salaam. Tukatoka Nairobi na bas tukapitia Namanga, kaingia Arusha,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 Akatuwakaribisha, kisha akatena akatupeleka sisi kwa hoteli ingine. Baadaye yeye kesho akatuchukua sisi, akapeleka sisi kwa mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu akanipokea akaniadab mimi kama mtoto yake, kisha akanipatia akaamuru ya kwamba nipewe pasipoti